Bismillahi rrahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Naam, karibu tena katika kipindi hiki uchumi ndani ya Uislamu, na kama kawaida, tuko naye Sheikh Abbas Abud, ambaye anatuelimisha mengi sana kuhusu mambo haya ya uchumi katika Uislamu. Na tukiangalia katika mambo ya kiuchumi, ni kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yanachangia zaidi katika kuendeleza uchumi, yakiwemo mambo ya kielimu, yakiwemo mambo yaki ya kisiasa na mambo ya kiteknolojia. Mambo haya mara nyingi huwa yanatengeneza sana uchumi, ama ndio yanapeleka, ni kama dugurudumu, yanapeleka uchumi mbele. sasa tumekuwa tukizungumzia kuhusu swala la isma ambapo ni kuhifadhiwa, na leo tunaendelea na swala lile lile, lakini tunaangalia vipi kwa sababu unasemekana isma ni kuhifadhiwa, na tukazungumzia tukafikia kwamba kule kushikamana kwetu ama muungano wetu kuwa pamoja kwetu ndio kutatufanya tuhifadhike. Sasa leo tunajaribu kuuliza kule, swali, je, huku hu kushikamana kwetu kutasaidia vipi kuweza, utatusaidia vipi kielimu, kisiasa, kiuchumi na kiteknolojia? Labda shekh unaweza tueleza vipi? Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi ajma'in wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin

Basi lazima kuna faida kwa kila nyanja katika maisha yetu, maadam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ametuambia. Sasa kushikamana ni lazima tushikamane, watasimu bihablillah. Basi lazima kuna faida ya kila nyanja katika maisha yetu, kwa sababu sisi ni wageni katika maisha. Tumefanya kutupo toka duniani, hatuelewi tumekuja kivipi lakini yule aliyotuleta ulimwenguni yeye ndio anajua. Anajua kwa nini ametuleta, na ametuleta wapi, ametuleta katika maumbile gani, ni vipi sisi tuishi ili tuwezi kukop na yale maumbile, na ni vipi sisi tusiishi, kwa namna gani tusiishi vile vile tuwezi kukop na yale maumbile. Lau tutaishi kwa namna tuliyokatazwa, basi takuwa hatuwezi kukop na yale maumbile ya ulimwengu na leo tutaishi kwa namna e, ya ya, ya kufuata maamrisho na maagizo na maelekezo namna ya kuishi katika ulimwengu huu ambao hatukuumba sisi, basi tutaweza kukopa katika na maumbile e, ya na ya ule ulimwengu. Swala lako nzuri la kusema kushikamana kwetu labda kutatusaidia vipi sisi kiuchumi, kiteknoloji, kielimu Vipi tutaweza kusaidika through mshikamano huu kisiasa, na labda kwanza tuanze kisiasa, kule kushikamana kwetu sisi Waislamu, Waislamu idadi inayotupa serikali ya Waislamu, wanasema tuko wangapi bwana, milioni nne. Milioni nne. Sasa lau tungekuwa na society ya watu hawa milioni nne, Waislamu wa Kenya, twajuana kote nchini. Waislamu ni kitu kimoja, kama tulivyoagizwa tuwe kitu kimoja, na tukawa kitu kimoja, tukafuata amri kweli, ikawa sisi ni kitu kimoja, ndugu, ikawa sisi ni kitu kimoja ikawa tunao ule mpango wetu wa kuweka shilingi mia kila muislamu kwa siku kwa muda wa miaka miwili, kama tulivyozungumza kule nyuma. Hii ni system yatakiwa ifanyike kwa muda wa miaka miwili. Sasa watu milioni nne, lau kama tutaweza kushikana tuwe kitu kimoja tuweke shilingi mia kwa kila mwislamu ambayo itakuwa ni, ni shilingi ishirini kwa, kwa kipindi cha swala kama tulivyozungumza katika vipindi vyetu vya nyuma. Hiyo Shekhe, itakuwa kwa siku ya kusanywa shilingi ngapi? Itakuwa ya kusanywa bilioni kumi na mbili kwa mwezi itakuwa ya kusanywa bilioni kumi na mbili kwa sababu kwa siku inakuwa milioni mia nne mm. kwa siku inakuwa ni milioni mia nne kwa mwezi ni bilioni kumi na mbili, kumi na mbili. kumi na mbili. na mbili kwa mwaka tukapata ni shilingi ngapi? Ni bilioni mia moja na arobaini na nne na. kwa mwaka miaka miwili ni, ni takriban bilioni e, e, mia tatu na. kwa miaka miwili ambao ndio takuwa hesabu eh, yetu imekwisha na hatutoi tena pesa hizo. Bilioni 300 zitaanza sasa kuoperate na kutengeneza uchumi wa Waislamu. Sasa lau tushikana, tuwaasamkoli hiyo moja kwa moja, sisi itakuwa tuna kiongozi wetu ambaye anasimamia mambo haya waislamu wote Kenya, na bila shaka itakuwa hatumalizi jambo lolote isipokuwa sisi ni kwa umoja. Jambo lolote litakuwa hatumalizi kwa umoja. Sasa basi kule kushikamana kwetu utakuja kutusaidia kisiasa. Kwa sampuli hii, siasa ni sera na kauli na maneno mazuri, lakini kura ni namba, kura ni ni namba. Sasa leo sisi ndani ya Kenya watu milioni nne, ikawa hiyo ni block. Hawa bwana, mambo yao yote ni mamoja uchumi wao ni mmoja, system yao ni moja, hawa ni ndugu, hawa wana account moja ambayo ina pesa kadhaa, hawa wana kampuni hii na ile na ile. Hawa bwana hawakhtalifiani, hawa rai ni moja. Sasa hizo huwa tayari ni kura milioni nne ambazo ni block, kura milioni nne ambazo ni block kabisa, haitoki hata moja ikaenda kwa mwingine. Hebu niambie, tutaweza kumwin vipi sisi? Yule anayetaka kiti, yule anayetaka kiti Kenya, aidha ni ni upinzani ama ni serikali, tutaweza kumwin kumwin sampuli gani akijua kwamba sisi tunakura block vote four million. Yaani hiyo ni moja kwa moja. Haitoki, hiyo kwa sababu ina amri moja hii, naam hiyo ni moja kwa moja, moja huyo no, bwana atamsikiliza na kila kitu ambacho mtasema atakuwa na na. Hakuna ana shaka, ana shaka. He, hakuna ala shaka. Ala shaka tutaweza kuweka Memorandum of Understanding. Na twaweza tu sisi hata kulazimisha kwamba nataka tuwe kadhaa tufanyiwe kadhaa tufanyiwe kadhaa kama wataka kura zetu kwao. Tayari kisiasa tutakuwa tuko juu kupita maelezo hmm. Na kutakuwa hakuna mtu yoyote Kenya hii ambaye yuko juu yu yetu kisiasa, kwa sababu hakuna uwezekano wa watu wengine wakashikana zaidi ya milioni nne wakawanjiwe moja isipokuwa ni sisi ko tayari kisiasa, tutakuwa tuko juu sawa. Kiuchumi ni kama hivyo, takuwa tumetengeneza kwa muda miaka miwili milioni bilioni mia tatu. Kwa muda miaka miwili tumetengeneza bilioni mia tatu. Sasa hata haiulizi tena kiuchumi tutakuwa tumefaidika vipi katika, eh, mshikamano wetu huu kwa sababu tukiangalia kwa mfano serikali wakati mwingine inatoa no. Labda kitu kama bilioni sita kwa mfano ndio inatengewa, kwa mfano vijana, ndio ama bilioni kwa mfano 25, mm. kwa mfano kitengo fulani kwa mfano mm. mm. national youth service mm. Mm. Sasa unaangalia hapa tuko na bilioni mia tatu hizo ni pesa nyingi sana sawa, yeah. na alafu hiyo pesa inayotoa serikali kwa mfano kwa hiyo NYS fano wale vijana wa Kenya ni wengi, idadi yao kuliko idadi ya hii tunayosema sisi ya waislamu kwa sababu vijana ni, ni, ni waislamu na wasiokuwa waislamu ni wa madini tofauti tofauti, ni vijana wote wa, wa Kenya ambao utakuwa idadi yao ni zaidi ya milioni nne hata pengine milioni kumi vijana pekee yake wanaweza kuchukua. Kwa hiyo ile pesa inayotolewa bilioni 6 ni milioni milioni ni ndogo sana kwa wale vijana ukilinganisha na hii milioni 30 bilioni 300 kwa waislamu wachache 400 Waislamu bilioni nne. Mnafahamu, sisi tutaweza kumiliki ile ba bandari tukaimiliki sisi. Ile bandari tukaimiliki sisi kama vile baadhi ya watu ambao hawako kwenye serikali na wamemiliki sehemu za bandari mnafahamu. Wamemiliki kwa sababu ya biashara zao kuwa ni kubwa kubwa. Pesa wako nazo, na sisi wafikiria tukiwa na na, na na pesa kiasi hicho tutashindwa kumiliki bandari? tutakuwa na sehemu yetu pale bandari tutamiliki kila kinachostahili kumilikiwa, na hatimaye tutakuwa, tutatisha, si kutisha kwa ubaya, si kwamba kutisha, kumweka mtu uoga kiasi kwamba sikurudie. A, a, itakuwa tuna heshima kubwa sana kwa serikali. Serikali haipitishi jambo mpaka Waislamu wawe pale. Bajeti hazitasomwa mpaka Waislamu wawe pale. Hakitofanyika chochote mpaka Waislamu wawe. Waislamu ndio watakuwa ni washauri wakuu katika serikali na hii ni mifano tumeiona, hii ni mifano tumeiona ulimwenguni. Hivi sasa tunajua hawa Aga Khan hawa hawa Bohora, tunaona serikali inapopigiwa saluti, yule Sheikh wao wakija, eh? utakuta yani mambo madogo tu yale tunayaona barabarani, anapewa ulinzi mkubwa, wanapewa heshima kubwa. Hayo ni tunayoyaona, hatujui wakikaa, wanapewa heshima kiasi gani wao kule State House ile shekhe amekuja amepelekwa State House, ameketi na rais, hatujui huwa huwa anamsujudia kisampuri gani, tumeona okay. Sasa kule kushikamana kwetu kiuchumi, tutakwenda mbele kiasi hicho kisiasa, ndio useme ki technology, ki technology. Hivi sasa technology huko kwetu Afrika hakuna, twafanya kuletewa hapa. Tunao mafundi wa kuripea tv lakini si kutengeneza, right? Tunao mafundi wa kurepair computer lakini sikutengeneza. Repair, repair, hata mtu amekwenda ni engineer mkubwa basi yeye ni kurepair lakini sikutengeneza, wale sikuunda. kwa nini? Kwa sababu zile talent zetu hazijulikani, talent hazijulikani. Mtoto anapelekwa darasani, anasomeshwa masomo tofauti tofauti. Masomo anayosomeshwa mtoto yako tofauti na maumbile yake yako tofauti na kipawa chake alichozaliwa nacho, hatimaye mtoto hashiki masomo. Akitoshika masomo, anaona uzito kwenda shule, anatoroka shule. Akija nyumbani, bakora, kwa sababu hashiki masomo, kwa sababu ametoroka shule, hataki kujulikaniwa kwa nini ametoroka shule. Akifika shule, bakora, kwa sababu jana hakuja shule. Hatimaye mtoto anahepa na kuwa hasomi tena. Kesho kutwa baba yuko kibarazani ameketi na kula miraa, babake akipita simu, unaona yule, nimechoka nimemsomesha paka nimechoka, lakini alikuwa akusikia, kumbe mwangamiza ukumsomesha kwa sababu ulikuwa unampeleka sehemu tofauti na kipawa chake tofauti na mombile yake tofauti na jibila yake, talent zake si zile, si yale masomo anayopewa. Hatimaye bwana yule ya? nimemsomesha nimejaribu mpango na hakuna chochote. Kwa sababu hiyo tumefeli, utakuta sisi hakuna huku technology, kwa sababu wewe umezaliwa, una mambo yako aliopewa na Mwenyezi Mungu, haya- hayapewi nafasi kuja kudhihiri, bali yanauawa kule. Wenzetu Europe wote tunajua kuangalia vile vipawa vya mtoto kuanzia ni mdogo akajulikana kabisa huyo, talenti yake ni ipi, na akapewa masomo yenye kuendana na yeye, kulingana na maumbile yake yaliyoomba na Mwenyezi Mungu. Sasa hasa ndio utakuta hatimaye mtoto akiwa ni mdogo tu ana miaka 20 30, lakini kwa sababu amekuzwa ame, ile talenti yake imekuzwa, ndio anakuja kuvumbua vitu, anakuja kufanya mambo mengi na ulimwengu anaopeleka mbele, kwa sababu ya kukuzwa yale maumbile yake yaliyokuwa nayo, lakini sisi tunauwawa yale maumbile yetu tuliyokuwa nao na tunapewa vitu tofauti ambavyo hatustahili kupewa. Sasa hapo lazima tufe, lakini Waislamu tukaungana tukawa kitu kimoja, milioni nne, ikawa sauti ni moja, tutaweza sisi kuwatoa sisi watu wetu hapa, tukawapeleka Europe. Wakaenda, wakasoma ni jinsi gani watakuja kuwafanyia mitihani watoto na kujua talenti zao na ni masomo gani wapewe through talent zao, kimapema usubuhi usubuhi. Hatimaye kwa muda miaka kumi ishirini, tutakuwa na watoto sisi wenye kutuletea na wenye kwenda sambamba na technology. Watavumbua watafanya kila kitu. Wale wale kukule si majini, ni binadamu kama sisi, mnafahamu, wala hakuna lolote, na pengine ardhi yao haina lolote. Hizo hii haya wanayovumbua wanakuja kutoka katika ardhi yetu alafu anakwenda kufanyia hayo mambo. Sisi itakuwa ni rahisi, tutatoa sisi wenyewe vitu vyetu hapa na tutafanya. Lakini wale watoto tuwasomeshe thuru jibilla yao thuru talent zao, na tutaweza kulifanya hili ikiwa sisi tumeshikamana, tumekuwa ni kitu kimoja, tutakuwa tuta, tutakuwa na uwezo wa kuwagharamikia. Ni watoto mia moja? Ni watoto thalathini? Ni watoto ngapi? Wakiwa na wadogo, tuwapeleke Europe wasome, wakuzwe, wakishakukuzwa, wakirudi hapa tayari ni watoto ambao watakuwa wataweza ku, kuenda sambamba na teknolojia au tutapeleka walimu waende wakasomeshwe wafahamu ni jinsi gani ya kumlea mtoto na yale malezi yake na masomo yake umpe. Alafu baadaye watakuja, ukichipuka, wanakuwa ni, ni, ni watu wataendeleza teknolojia naam no. lakini kwa mfumo huu hatutaweza naam, tutaenda kidogo kwa yeah. mapumziko tutarudi baadaye tukizungumzia kuhusu mambo haya kushikamana Kijamii na hasa katika Waislamu, naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, karibu tena katika kipindi hiki uchumi ndani ya Uislamu, na tunaendelea naye Sheikh Abbas Abud ambaye amekuwa akitujuzia mengi sana kuhusu mambo haya ya kiuchumi. Leo tunazungumzia kuhusu mambo ya isma na swala kubwa ambalo tulikuwa tunazungumzia ni kwamba je, yeah, huu muungano wetu ama kushikamana kwetu katika uh, Waislamu kutatusaidia vipi kielimu, kiuchumi, kisiasa na kiteknolojia? Na Sheikh ametuelezea mambo mengi sana kuhusu uh, vile tunavyo tunavyosaidika ama tutakavyosaidika endapo tutashikana katika mambo ya uh, tuwe kitu kimoja. Sasa swali ambalo pengine limekuja kwa akili ni kwamba tumeona faida za elimu nyingi za kushikamana ni nyingi sana kule, kwamba tukiwa kitu tuki kimoja Waislamu kuna faida nyingi. Kwa mfano kiuchumi, ulikuwa unaelezea kwamba uh, ndani ya miaka miwili tunaweza kuwa tumekusanya kima cha elfu ama bilioni mia tatu. Hizo ni pesa nyingi sana kwa kwa miezi, yani kwa miaka miwili tu, ambapo kila siku unatoa mia moja, yaani ukienda swala asubuhi naangusha na shilingi ishirini mpaka swala ya isha unagusa shilingi ishirini ambazo ni swala tano, ambao ni mia moja kwa siku, kwa mwezi ambayo inakuja, eh, eh, bilioni kumi na mbili. Alafu kwa miaka miwili inakuja, ah, takriban, takriban bilioni mia tatu. Sasa hayo ni matunda mazuri sana, lakini je, mimi na wewe tunaweza anza vipi? Yani, kuhakikisha kwamba jamii inashikamana. Na alhamdulillahi rabbil alamin, hilo ni swala zuri sana na, na masala ya sisi vipi tutaanzisha kushikamana au mshikamano wetu huku kwenye roots utaanzaji. Mfano kwa Muislamu hilo si jambo zito, kwa sababu imani haswa za Kiislamu zatufundisha sisi kuwa na huruma, zatufundisha sisi kupendana, zatufundisha sisi tusipeane mgongo ya, zatufundisha sisi kukirimiana kwa Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu Ukumbuka, hebu wangalie bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam muhammadin wa ali Muhammad, jinsi maisha yake alipokuwa mtume. Alikuja yeye kama yeye peke yake hana msaidizi wake katika suala hili, lakini kabla hata hajaambiwa wa andhir ashirataka al aqrabin, wahofishe wale watu wako karibu, kabla hajaambiwa hapo, hakuna kijana aliyekubalika ndani ya Maka kwa kuwa ni kijana mzuri kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna kijana aliyesifika na akaonekana ni kijana muungwana, kijana barabara, ambaye hajapata kumuona kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tayari tutaona sisi sunna so za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni kule kuingiliana na watu vizuri, ni kule kuwa mkarimu, ni kule ku, mtume anatwambia la tahqiranna min almarufi sheya walau an talqa akhaka biwajhi tariq Usidharau almarufi, jambo jema. Shaian, chochote, usidharau kitu chochote ambacho, akijua hiki ni kitu chema, nikimfanyia huyo, basi usidharau kabisa, wewe fanya. Walau an talqa akhaka, japokuwa ni kukutana tu na ndugu yako, biwajhin tali, kwa uso leo kutabasamu, smile face hiyo tu bado Mtume akamwambia usidharau, basi kama hakuna chochote lakini ukutana na ndugu yako, basi salimiana naye vizuri, akuone una smile, asikuone ni mtu una hasira, asiwe na uoga kwa kwa wewe. Lakini leo kitu ukimchekea uki, uki, uki ukiwa na tabasamu ukismile uki yeye mwenyewe pia anapata ile hisia ya, ya welcoming nzuri kwa kwa wewe, akitaka kitu, kwa akitaka kuuliza kitu atakuuliza kwa sababu anakuona na tabasamu, si mtu wa hasira, hauna stress akitaka kukujuza kitu pia atakujuza kwa sababu anakuona ni mtu umenifahamu. Sasa Mtume ha hakuacha kitu hasa katika masala ya ya ya, ya kutangamana. Mtume asema bu'ithtu, mimi nimetumulizwa kuja kutimiza, li utammima makarima al-akhlaq, nimekuja kutimiza tabia nzuri, zimeanza tu kuanzia ulimwengu wanza, mimi ndio nimekuja kuzikamilisha na kuzitimiza na kuziweka sawa hasa, ndio tabia nzuri zimekamilika. Sasa mtume wetu tukimwangalia, jinsi alivyoishi, mafunzo aliyotupa katika muasharati na muamalati na kutangamana na watu, tosha sisi, hatuhitaji kwenda college wala hatuhitaji kwenda kokote. Mtume anazidi kabisa kutueleza katika kutangamana. Kwa hiyo kitu cha kwanza, vipi tutafanya, ni ule muamala mzuri wetu sisi wenyewe kwa wenyewe tuko msikitini tu, tunasalimiana vizuri tu, hatuna chuki, tutazungumza vizuri. Mwingine amekosekana awe anatafutwa, kwa nini hayuko. Mwingine hajala awe ajulikane. Ni jirani yako, aidha awe ni muislamu au si Muislamu lakini uishi naye vizuri. Akiwa mgonjwa, akamwangalie umsaidie kwa kile kile kichache ulichokuwa ulichokuwa nacho. Sasa nafikiri hii tukifanya, kama tukitembea kama alivyotembea Mtume, itakuwa ni rahisi sisi kuja kuweka hii foundation ya ya pamoja na kuweza kutangizanya zile senti ishirini hmm. ishirini itakuwa rahisi, kwa sababu itakuwa tayari huku nyuma tumetoka na sura nzuri ya kwamba wa ni watu wazuri, ni watu tuelewana vizuri. Nafikiri hiyo ndio itakuwa, kwa sababu tukiangalia wakati huu ni kwamba ile picha unayoichora hmm. ni kama kwamba siku hizi kidogo ni chache mno, kwa sababu ukiangalia misikitini kwetu kuna hmm. swali na labda baada ya kuswali kila mtu naye yuko mbio, hakuna mpunayi time kabisa ya mtu mwingine kusalimia naye ama unasalimia naye lakini hakuna ule wakati wa kuulizana kwa mfano, vipi, kumeamkaje, nini, mambo mengi. Yani siku hizi kiswali bio sasa, kidogo mambo kama yale sijui tutafanyaje kwa sababu dunia pia sijui ni vile inaenda mbio sana ama eh. Sasa la msingi ni kwa mfano ni kupatikana wale wa maimamu uh -huh. wa misikiti yote kwanza kabla ya kuelimisha wale waumini, wakaelimisha wale maimamu jinsi gani wataleta khutba za muamala na muashara, vipi wataleta speech kule msikitini za kuwafanya watu pamoja na kuelezea umuhimu wa watu kuwa pamoja na kujuana kwanza. Wale maimamu wakishapewa lecture kama hizo, kufanywa kama semina, wapatikane labda wadhamini, mfano wafanye semina, waitwe waimamu, wakatia pamoja, wapewe fikra Bwana, sisi tuna fikra ya, ya, ya kuwaeka Waislamu wote pamoja na wawe kitu kimoja, na tuwaelezee fikra kama hii mwanzo wa darasa zetu mpaka paka mwisho waelewe. Kisha sasa, mbinu gani tutaitumia? Ni wale maimamu wao wa, wa, wa wanajua ni mashekhe watapewa, uh, fikra ya kuwaelimisha watu misikitini, wakabana, baada ya mtu kuswali asitoke, kuna jambo la msingi nataka lifanyike na jambo lenyewe ni kujuana. Sisi hapa kwanza tusalimiane, tujuane hali zetu, kisha kila mmoja aende aende zake, kabla labda ya, ya, ya kuleta hili fikra kubwa, lakini kwanza kujaribu wale waumini kuwaweka kitu kimoja, ingawaje ni msikitini tu, basi wajuane pale msikitini tu, kisha nje hata wasijuana, lakini pale msikitini kwanza wazoezeshwe kujuana pale msikitini. Mtu ajue hakika bwana, mimi nikifika msikitini ndio nitamuona Amari na nitajua hali zake Amari msikitini. Maskani yake ya kumkuta ajue mimi ni, ni msikitini. Kama labda atakuwa hana nafasi ya kumkuta sehemu nyingine, lakini pale msikitini kupatikana japo dakika tano ya mtu na mtu kusalimiana na kujuana, kujuana hali. Kwa hiyo hii haswa ni kwanza, haswa waelimishwe wale maimamu, na si kuelimishwa, ni kukumbushwa, kwa sababu wanajua, wanajua ni kukumbushwa, bwana, kuna jambo muhimu ambalo sisi tumelipoteza na hivi sasa, na hivi sasa ulimwengu hauendi tena bila ya watu kushikana okay. Haiwezekani tena okay. Ni swala ambalo lishakufa kabisa, ni lazima kule kushikana watu ni lazima. Kwa hiyo maimamu ni lazima wawekwe, wakumbushwe kwamba, bwana, kuna jambo muhimu ambalo sisi uislamu limetuambia kidogo, limetu- limetutoka limetu na hasa katika zama hizi ni jambo muhimu zaidi. Hili lililotutoka ndilo muhimu ambalo litakiwa lisitutoke na tuwe nalo kwa hasa kwa zama hizi waelimishwe wa wale imam wakumbushwe. Wakisha kukumbushwa wale imam ni darasa, nafikiri zaweza kuchukua kiasi cha mwezi mmoja au miezi miwili tu basi, mara moja Waislamu kwa kuwa wana imani, zile imani zitaingia, au Ramadhani, kipindi cha Ramadhani kile, watu kwa wanakumbushwa vizuri kabisa, Waislamu wenyewe zao ni ni ni ni, ni, ni laini laini. Maadamu mtu ni Muislamu, moyo wake ni mlaini, mara moja atakumbuka na ataelewa kweli, mimi niko nimeghafilika, na watu wataanza ku, ku, kuhurumiana na kushikana, kisha ndio ilizoletwa hii fikra ya, ya jiwe moja Waislamu milioni nne wote wawe kitu kitu kimoja kupitia misikiti. Kweli. Kupitia misikiti. Alafu Uislamu utakuja tukawa kitu kimoja, na hatimaye huu mradi uta, utaanza, na ukianza huu mradi khalas sisi tutasahau dhiki. Itakuwa tuna dhiki ya elimu, itakuwa tuna dhiki ya technology, itakuwa tuna dhiki ya kiuchumi, itakuwa sisi tuko juu kama alivyozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani, wa la takhafu, msiogope nyinyi Waislamu wala tahzanu, wala msihuzunike, wa, wa antumul a'launa nyinyi mko juu ya kila kitu, mko juu ya kila mtu kiuchumi, ni mtakuwa juu, kisiasa mtakuwa juu, kila kitu ni mtakuwa juu. Lakini in kuntum, in kuntum, ikiwa nyinyi muumini na mumeamini kisawasawa, ikiwa muna imani kisawasawa, basi mtakuwa juu, wala msiogope kitu chochote, wala hakuna mtu yeyote ambaye atakuwa juu yenu kwa lolote, kwa chochote, kwa hapa pahala pakuwa juu, sisi tutakafikia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini tukianza na hayo ya, ya, ya maimamu. Then, kisha stage 2 tuje katika kushikamana kwa Waislamu wote tujiwe moja. Tukishakufikia hapo tumeshikamana Waislamu wote nijiwe moja milioni nne na pesa zimetengenezwa kwa muda miaka miwili, stop kule kuchanga kwetu na miradi yaendelea, basi sisi tutakuwa juu pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kila mtu, kwa sababu imani yetu itakuwa imekamilika. Hivi sasa hatuwezi kuwa tuna imani kamili ikiwa mimi siwezi kuamini wewe na wewe uniamini mimi. Kwa nini wewe Muislamu mimi sikuamini? Kwa nini mimi Muislamu wewe usiniamini? Hasa sisi tuna imani gani? Itakuwa hatu na imani ikiwa hatuwezi kuaminiana, mimi, sabu, mimi sukujui, na wewe mimi sikuamini wewe, wewe hauniamini mimi, khalas, kwa sababu mimi sikujui na wewe unijui, ndio eh? Tunakuja shida eh <laughs> unijui sikujui, lakini kama tujuana kweli tutaaminiana. Kuna kuaminiana eh, hasa ndio la msingi ni hilo. Watu tufanye kujuana kule chini kwanza. Maimamu walete zile khutba misikitini. Wakumbushane, na watu wakisharejea wakisharejeka, basi halafu tutaanza mradi wetu haya masuala ya pesa. Na nadhani kufikia hapo tutakuwa tunakomea kwa leo. Uh, tumekuwa na mjadala mzuri kabisa mjadala wa kuunganisha Waislamu pamoja, na tumeona faida zake nyingi sana katika kuungana kwa Waislamu. Inshallah hadi wakati mwingine tutakuwa naye tena Sheikh Abbas, akiwa atakuwa anatuelezea mambo mengi zaidi kuhusu mambo haya ya kuungana na Waislamu, vipi tunaweza kujiinua katika mambo ya kiuchumi, inshallah wakati mwingine <totipos>